Mnamo mwaka elfu mbili na kumi na moja, ulimwengu ulishuhudia kuanguka kwa mfalme wa wafalme wa Afrika, Muammar Gaddafi, baada ya utawala wa miaka 42 nchini Libya. Raia wa Libya walisherehekea mwisho wa utawala wa Gaddafi wakitarajia alfajiri mpya, demokrasia na ustawi. Leo, zaidi ya muongo mmoja, ukweli wa mambo ni simulizi tata ya uchungu na yenye maswali mengi kuliko majibu. Hii ndiyo Libya ya sasa, Libya iliyogawanyika kati ya ahadi za mapinduzi na machafuko ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Muammar Gaddafi alikemea kwa ukali kwamba kuondoka kwake Fanya Libya iwe Somalia ya Afrika Kaskazini. Kauli hiyo ilikuwa utabiri wa kutisha. Chini ya Gaddafi, licha ya utawala wa chuma, Libya ilikuwa na mfumo thabiti wa kiusalama, jeshi lenye nguvu na utajiri wa mafuta uliotumiwa kujenga miundombinu. Baada ya kuondolewa kwa Gaddafi, muundo mzima wa dola uliporomoka. Serikali za mpito zilizoundwa hazikuwa na uwezo wa kudhibiti nchi. Vikundi vya waasi vilipompindua Gaddafi vilikataa kusalimisha silaha zao. Vikundi hivi vilibadilika na kuwa wanamgambo wenye nguvu kubwa, wakidhibiti miji, rasilimali na hata taasisi za serikali. Walikuwa na nguvu kuliko hata serikali. Nchi ilianza kugawanyika kieneo na kikabila. Kikosi cha kitaifa cha Libya LNA, kinachoongozwa na jenerali Khalifa Haftar mashariki mwa nchi hasa maeneo ya Benghazi na Tobruk kilikinzana na serikali ya Umoja wa Kitaifa, ah, GNU inayotambuliwa kimataifa yenye makao makuu yake mjini Tripoli. Libya ilibadilika kutoka nchi yenye serikali moja na kuwa eneo lenye serikali mbili pinzani na mamia ya vikundi vya wanamgambo vinavyopigania utawala na rasilimali. Libya inajivunia kuwa na hifadhi kubwa zaidi za mafuta barani Afrika. Chini ya Gaddafi utajiri wa mafuta uliwezesha huduma za afya na elimu bila malipo kwa raia wake. Sekta ya mafuta ambayo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa Libya imekuwa mateka wa siasa na wanamgambo. Mara kwa mara, vikundi pinzani hufunga bandari na vituo vya kusafirisha mafuta ili kushinikiza mahitaji yao ya kisiasa. Uzalishaji wa mafuta umepungua kwa kiasi kikubwa tangu mwaka 2011 na na hata kusababisha kuporomoka kwa pato la taifa, yani GDP, na kupanda kwa mfumuko wa bei. Ingawa Libya ina utajiri mkubwa wa mafuta, maisha ya raia wa kawaida yamekuwa magumu sana. Ukosefu wa udhibiti wa serikali kuu umesababisha ufisadi mkubwa na wizi wa mapato ya mafuta, huku mapato yakigawanywa kati ya vikundi vya wanamgambo na viongozi wanaopigana. Eneo la Libya kaskazini mwa jangwa la Sahara, imekuwa lango kuu la wahamiaji wanaotaka kuvuka bahari ya Mediterania kwenda Ulaya. Hali ya machafuko imeifanya Libya kuwa eneo lisilo salama kwa wahamiaji na raia wake wenyewe. Vituo vya kizuizi vya wahamiaji vinavyoendeshwa na wanamgambo vimekuwa maeneo ya mateso, utumwa na unyanyasaji wa kingono. Libya imekuwa kitovu cha biashara haramu ya binadamu huku wahamiaji wakikamatwa, kuuzwa na kutumiwa kama vitega uchumi. Baada ya mafuriko makubwa ya dhoruba kama vile dhoruba ya Danieli ya mwaka 2023 iliyoharibu mji wa Dena, nchi ilionyesha udhaifu mkubwa wa miundombinu na utawala. Serikali mbili pinzani zilichelewa kutoa msaada na hata kugombania nani aongoze juhudi za uokoaji. Miaka kumi na zaidi baada ya mapinduzi Libya inabaki kuwa mfano mchungu wa jinsi ilivyomuondoa Muammar Gaddafi, aliyechafuliwa na sera kali za magharibi kama dikteta, bila mpango thabiti wa ujenzi wa kitaifa, kumesababisha matatizo makubwa sana, na pengine mpaka leo hii wanajutia kumuua Gaddafi, kwani Laana ya Gaddafi inaendelea kuwatafuna. Ingawa kumekuwa na juhudi za Umoja wa Mataifa za kuunda serikali ya umoja wa kitaifa na kufanya uchaguzi, vikundi vinavyopigana vimeendelea kusitisha mchakato huo huku kila upande ukipinga matokeo yanayoweza kupunguza ushawishi wake. Je, unahisi maisha ya Libya yangekuwa bora zaidi kama Gaddafi angeendelea kutawala au mapinduzi yalikuwa lazima licha ya machafuko yaliyofuata? Toa maoni yako.